Sasa nimefurahi kwamba mmekuja kipindi ambacho mvua imenyesha kubwa, na bila shaka mmejionea wenyewe, tumezunguka maeneo mbalimbali ya uwanja, unaweza ukaona hakuna eneo ambalo maji yametuama. Hii ni ishara kwamba pichi imeimarika kwa asilimia kubwa kabisa. Kwa hiyo kwa upande wa pichi hatuna shaka kwamba kuanzia sasa iko tayari kwa ajili ya kutumika kwa ajili ya mchezo huo pamoja na michezo mingine ijayo. Kwa hiyo eh, bila shaka ambao walikuwa na wasiwasi kwamba pengine changamoto ingeweza kwa kipindi cha mvua kupitia hii mvua kubwa ambayo leo imenyesha, itoshe kuwa na assessment kubwa juu ya hili. Bila shaka kabisa wewe pia ni shuhuda, umeona tumepita maeneo mbalimbali, hujaona sehemu ambayo ina hitilafu, kuashiria kwamba pichi imeimarika. Na niwatoe hofu wa Tanzania kwamba kwa upande wa pichi, pichi imeimarika na iko vizuri, inaweza kutumika kwa ajili ya mchezo kwa hiyo hata kama kungekuwa na uwezekano e, wenye mamlaka waje kukagua kwenye kipindi kama hiki, kwa maana ya leo na siku za usoni, hakuna hofu ambayo mnaweza kuwa nayo kama wamiliki na e, uongozi wa uwanja aa, kwenye picha hatuna shaka yoyote, na maeneo mengine pia kama unavyoona ukarabati umeendelea kukamilika na kwa kweli tuko vizuri asilimia kubwa uwanja sasa uko tayari kwa ajili ya matumizi ya mechi mbalimbali. Pengine mbali. ukiachana na pichi eh, maeneo gani ambayo kwa sasa bado yanaendelea ukarabati kuweza kufikia zile tarehe ambazo kimsingi uwanja unahitaji kuwa eh, tayari kwa matumizi ya sasa hivi kama unavyoona mifumo mbalimbali inaendelea mbali, kuimarika kama vile mfumo wa sauti hiyo sauti tunaoisikia ni mfumo wa sauti unatestiwa kuona kwamba unafikia katika asilimia mia moja. Lakini kama unavyoona viti vimefungwa zaidi ya asilimia uh, viti elfu arobaini vimeshafungwa na vile elfu ishirini tulitaka vifanyike baada ya mchezo kupita, hmm. kwa hiyo ndio maana unaona kuna viti bado havijafungwa, vile tunasubiri mchezo upite ili viweze kufungwa, lakini baada ya hapo vitakuwa vinakamilishwa. Lakini mifumo mingine kama ya maji, maji taka, mifumo ya umeme, mifumo ya viyoyozi, yote imeendelea kukamilika. Hmm. Yote iko vizuri kwa sasa. E, pengine baada ya hata e, e, hii mechi kupita ikitokea inachezeka hapa, kuna namna uwanja utahitaji kupumzishwa e, pengine kwa shughuli nyingine ambazo si za lazima kuendeleza ule ukarabati na maboresho ambayo pengine mungetamani yaendelee hapa ah, kama tunavyofahamu kwamba nchi yetu sasa inaelekea kwenye AFCON in 2027 20, hii pichi imekaa kwa muda mrefu bila ule ukarabati mkubwa. Kwa hiyo kwa sasa tunachofikiri ni kwamba baada ya michuano ya chani sasa tunakwenda kuifumua yote kabisa, tunaanza kupanda mpya kabisa nyasi. Kwa hiyo, hiyo ndio ndio mpango wetu kwamba baada ya chani tutaifumua tupande nyasi mpya, kwa sababu hizi tumefanya ukarabati, lakini unaweza ukaona ni za muda mrefu. Kwa hiyo solution ya kudumu ni kupanda kabisa nyasi mpya na kufanya ukarabati mkubwa kabisa wa pichi, lakini kwa sasa, kwa sasa hali ilivyo, hatuna shaka kabisa, hata kwa miezi minne mitano mbele tunaweza kutumika bila shaka yoyote, inaweza kutumika bila shaka kabisa.